Leo tutaenda kuangalia ni namna gani Mwenyezi Mungu alituokoa katika nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe tena. Ndugu, inatakiwa tujue Mwenyezi Mungu aliziumba mbingu na nchi. Aliziumba mbingu na nchi. Hivyo Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba dunia na pia ndani ya dunia hii aliweka pande mbili ndani ya dunia moja, ambapo kuna upande wa nuru na upande wa giza. Bwana Yesu asifiwe tena. Upande wa nuru ndiko ambako matendo mema yanakaa na ndiko aliko Mungu wetu, na upande wa giza ndiko yaliko mabaya yote. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo upande wa nuru, upande wa nuru huu ni upande ambao unastahili utii, kwa sababu ndiko yupo Mungu ambaye ndiye Alfa na Omega, muumba wa mambo yote, muumba wa mambo yote. Hivyo upande huu unastahili unyenyekevu, pia unastahili watu waliopondeka moyo watu wavumilivu na watu ambao wanatii sauti yake. Bwana Yesu asifiwe tena lakini tukizungumzia kwa upande wa giza upa, ni upande ambao una fujo mno. Ni upande ambao tayari watu wengi wamekwisha kukimbilia sana, watu wengi wanaishi huko kwa sababu wao, uzinzi ni wao, matukano ni yao, na kila kitu ni chao, mambo yote machafu wao wamekwisha kupewa na shetani wao. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo hao watu ambao wamekwisha kuvutwa na upande huo, wamevutwa kwa sababu ya ujinga wao. Wapo katika bado zama za ujinga, wapo katika kipindi ambacho ni cha kizamani sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Wazee wetu walikwisha kupotea kipindi hicho. Watu wengi ambao ni ndugu zetu walikwisha kupotea hivyo, na hichi kizazi kipya nacho kimepotea katika ulimwengu wa giza. Ni mambo ambayo ni ya kushangaza sana. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, ndugu yangu, utajua vipi kwamba haupo upande wa giza? Ni pale ambapo utakuwa umekataa matendo ya giza. Ina maana sisi tumetenganishwa na Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tumevutwa kwa hiyo hawezi ukasema kwamba wewe unamtumikia Mungu aliye hai wakati una wakati una michanganyo, yaani kwamba kuna mstari umepita, wewe umeweka mguu mmoja huku mwingine huku. Mwenyezi Mungu anasema kwamba watu hao ni vuguvugu vugu, lazima watapikwe. Bwana Yesu asifiwe tena hivyo upa, ukiwa upande wa matukano upande wa uzinzi, upande wa uasherati upande ambao haupo katika utii wa Mungu aliye alisi, ndugu yangu, upo upande wa giza. Bwana Yesu asifiwe tena hivyo. Kuna mambo ambayo inatakiwa tujifunze, kuna mambo ambayo inatakiwa tujifunze kwamba koo zetu tayari zilikuwa zimepatirizwa na bado kuna koo ambazo mpaka saizi bado zimepatirizwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Namna ya kujua kwamba koo inakuwa inalaana ni pale, jambo la kwanza ambapo utakuwa umezaliwa umekuta jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai halipo, namna ya kwanza ya kujua. Namna nyingine Utagundua kwamba maisha ambayo ambayo hiyo koo inakuisha kuishi sio maisha ya upendo, ni maisha ya, ya mifarakano. Utakuta ndugu hawapendani. Unaweza kukuta mtu anaambiwa usiende kwa mtu fulani yupo hivi na hivi, usiende kwa mtu fulani unaweza kusema kwamba huyu mtu ni mchawi, mara huyu mtu ana, ana, ana, ana tabia za uchoyo na mambo mengine. Hiyo ni kwa sababu mizimu inakuwa inapiganisha ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, ndugu yangu, ndugu yangu, mambo mengine ambayo ya kuyabaini katika koo ambazo zimepigwa ni pale ambapo unakuta koo inakuwa ina uhuru wa kufanya jambo lolote, na huo ukoo haufuatiliwi. Uzinzi, kuna watu wanaingiza wanawake mpaka kwenye nyumba ambazo wanakaa wazazi wao Uzinzi, matukano, ulevi na mambo mengine, upikaji wa pombe huu tumekwisha kushuhudia katika koo zetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo ndugu yangu, ukishagundua katika koo hiyo ka, ukigundua katika koo hiyo kwamba hayo mambo yanaendelea katika koo hizo, hapo unakuwa umeshagundua kwamba huu koo upo katika upande wa giza. Hivyo wewe ndugu ambaye tayari umekwisha kugundua kwamba koo ipo upande wa giza, ndugu yangu, inatakiwa ulikiri jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai ili uweze kuvutwa katika upande wa nuru. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa sababu ukivutwa katika upande wa nuru, hiyo ni neema. Utakuwa umepata na chansi ya kuvunja ngome katika ukoo Wako. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa sababu ukisema kwamba unavunja ukoo, unavunja ngome katika mwenyewe, wewe mwenyewe, hiyo kitu haiwezekani, kwa sababu kuna damu ambayo tayari ipo upande ule. Hivyo tayari hiyo ni dhambi ambayo imepatilizwa kizazi na kizazi. Hivyo inatakiwa ivunjwe katika koo yako. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo kuna watu wengi ambao wao walitoka katika ukoo wakaenda wakafanikiwa. Hivyo kasema wamebarikiwa. Ndugu yangu kufanikiwa nje ya Yesu Kristo ni kazi bure. Kuna watu ambao tayari walianzisha walianzisha ndoa wao, lakini ndoa zilivunjwa kwa sababu ya nguvu za mizimu. Kuna watu ambao walianzisha biashara zikavunjika. Kuna watu ambao walitoka wakatafute maisha ikashindikana. Ndugu yangu, hauwezi ukatafuta maisha ngome. Mambo ambayo wanayo mizimu ni mambo mazito sana, lakini kwa Mungu ni mambo ambayo yanavunjwa, yanavunjwa kwa sekunde chache sana. Hivyo ndugu yangu, usijione upo salama, wewe ambaye unaona unakula unalala, wakati ujazivunja hizo ngome na unaendelea na uzinzi Ndugu yangu upo upande wa giza. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Mwenyezi Mungu alikwisha kutukomboa katika nguvu za giza, ni pale ambapo tuliliamini jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwamba ndiye mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ukisoma kitabu kitakatifu cha Mungu wa Kolosai sura ya kumi na tatu mstari sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka wa kumi na tano unasema kwamba naye alituokoa haditu, katika nguvu za giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa pendo lake ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu aliyeonekana mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tunasema kwamba Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, ndiyo maana aliisha ya kusema kwamba Mungu anasema kwamba mimi ni niko ambaye niko mimi, ni mwanzo na mwisho, mimi ni alfa na omega, wa kwanza na wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo mtu ambaye amekwisha kulikataa jina la Yesu Kristo huyo tayari moja kwa moja analaana. Na watu kama hao ambao tayari wanalikataa jina la Yesu Kristo ni kwamba wameshikwa ngome, hawana ile neema, hawana ile neema. Kwa hiyo wameshikwa ngome na matendo yao utayakuta ndo yale ya bangi, matendo yao ndo yale ya sigara na pombe, uzinzi na mambo mengine. Ukifuatilia watu kama hao wanakuwa wana tabia ya ukali na mambo mengine. Hivyo ndugu yangu, inatakiwa tuyatambue haya ambao Mwenyezi Mungu anakwisha kutufunulia kwamba ndani ya koo zetu kuna raana ambazo tayari zimebatilizwa, na namna ya kuvunja raana ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.